Penzi la church boy kizaizai, wengi husema hivyo mabinti. Karibu katika simulizi yangu ya church boy. Ni mimi msimuliaji wako King Suya. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Daniel. Ni kijana mwenye kipaji kikubwa sana katika uimbaji, akiwa mwimbaji wa praise team yani kusifu na kuabudu. Sauti yake ilovutia wengi sana kanisani Mabinti, kwa vijana, vijana kwa wazee. Kila ibada ilipoanza, Daniel alisimama mbele akiongoza nyimbo za kuabudu na kusifu pia kwa wepesi wa maraika binguni, kuna wenye uhai ya mazabahu. Nyuma ya sauti tamu, kulikuwa na tabia nyingine, tabia ya kuarubuni mabinti kwa ahadi tamu zisizotekelezeka. Alijua namna ya kusema na maneno sahihi, kushika mkono kwa upore na kuwafanya waamini kuwa walikuwa kipekee katika moyo wake, lakini ukweli ulikuwa ni tofauti. Siku moja Danieli alikutana na binti, akamwambia maneno haya, wewe ndiye malkia, wewe ndiye malkia wa moyo wangu, sijawahi kumpenda mwingine kama wewe. Danieli alimwambia Rehema, binti aliyejawa na furaha sana, lakini haya ni maneno aliyoyasema wiki iliyopita kwa Sara. Na mwezi upita kwa Joyce. Siku moja kulikuwa na tamasha kubwa la kusifu na kuabudu. Kanisa lilikuwa limejaa watu wengi sana. Taa za mazabahu zikiangaza jukwaa la waimbaji. Yaani, praise and worship team. Ilikuwa siku ya ibada kubwa sana na nyoyo zilikuwa tayari kusikia sauti zinazogusa roho. Kiongozi wa muziki aliongea kwa sauti nzito, leo tutamsifu Bwana kwa uimbaji na muziki wa kipekee sana. Kiongozi wa muziki aliongea maneno hayo katika mstari wa mbele. Akishika kipaza sauti kwa ustadi, alisimama Daniel, mchawi wa sauti wengi humfahamu kwa jina hilo. Mchawi wa sauti ni mtu mwenye kipaji cha kipekee cha kuimba. Alijulikana kwa uwepo wake mzito, uimbaji wa kuleta hisia, na sura yake iliyoweza kumtoa mtu katika huzuni kwa tabasamu moja tu. Wanawake wa kanisani walimpenda sana si kwa tabasamu tu na sauti yake, bali kwa maneno yake matamu ambayo yalikuwa kama wimbo wa malaika. Pembeni yake alikuwa Kelvin, mpiga kinanda mwenye ustadi wa ajabu sana. Vidole vyake vilizunguka kwenye vibonye vya kinanda kwa upole kana kwamba alikuwa akicheza na hisia za waumini wote, yani si waumini tu, yani waumini wote waliokuwa pale kanisani. Kelvin kama Daniel vile alikuwa na kipaji cha kuvuta mabinti. Alijulikana kwa maneno yake mazito ya matumaini, lakini nyuma ya maneno hayo kulikuwa na ahadi zisizotimia. Na nyuma kabisa, akiwa ameshika vijiti vya drums kwa ustadi, alikuwa ni Brian, Brian mwenye kasi na miondoko ya kuvutia sana. Kila pigo lake lilizidisha hamasa ya ibada, lakini kwa wale waliomjua nje ya kanisa mm, hey, walijua kuwa Brian alikuwa mtaalam wa mchezo wa mapenzi halijua namna ya kuzungumza na mabinti, aliwafanya waamini kuwa wao pekee ndio walikuwa wa kipekee kwake. Hao watatu walikuwa nyota wa kanisa, wakipendwa na kusifiwa kila Jumapili, lakini nyuma ya pazia kulikuwa na ukweli uliofichika. Maneno matamu ya Daniel, ujanja wa Calvin na cheche za Brian vilikuwa sumu kwa mabinti wengi kanisani. Na siku moja, Daniel alikutana na Maria akamwambia maneno matamu yale yale, malaika wangu, hakuna mwingine kama wewe, wewe ndiye baraka yangu ya kweli, Daniel alimwambia Maria msichana aliyekuwa amejawa na furaha, lakini haya maneno yalikuwa ni yale yale ambayo akiwaambia mabinti wengine. Kelvin naye hakuwa nyuma, vijana wanasema hakupoa, alikuwa na maneno matamu kama vile ya Daniel. Alimwambia binti mmoja maneno haya, unajua, ukigusa moyo wangu unagusa mbingu Naona hatima yetu kwenye muziki na mapenzi, unavyoniona sasa, najua wewe pekee ndiye malkia wa moyo, na si moyo bali na roho yangu. Niruhusu mama, tuandike historia yetu. Lakini historia hizi hazikuwahi kuandikwa, zilikuwa tu maneno yaliyojenga ndoto zilizoachwa njiani. Mabinti walilia kimya kimya, wakiteseka na maumivu ya mahusiano yasiyokuwa na mwisho kabisa. Mm, haki ya nani? Karibu katika mwendelezo huu ya Church Boy usipange kukosa sehemu ya pili.